Unielekeze kwamba bodi ya ligi ni lini ilitengeneza kanuni, halafu ikaelekeza kwamba hii kanuni mwongozo wake ni huu hicho. Okay. <laughs> naomba nijibu jibu na, sababu ameniuliza yes. Bodi ya ligi hmm, inavitaka vilabu kufuata kanuni, sheria na miongozo yake kufata yani, eh, kanuni outcomes, sheria outcomes, na miongozo ningekujibu. So sasa make umeniuliza kanuni ziko, tunajua kabisa kuna kanuni moja ina kipengele a b c d, mm, sawa mm. Ni wapi ambako muongozo watu wamekaa kwamba bwana hii kanuni inatakiwa iwe supported na mwongozo huu okay? hapa wa kwanza muongozo huu hapa wa pili muongozo huu hapa wa tatu sawa? au ni, Mkai. Ni issue, Mkai. Ni issue, ni, ni, ni ana labdarekodi sawa. Mimi nilipokuwa nasema pale kwamba mimi ni senior wako kwenye mpira, maana yangu ilikuwa ni kwamba sijawahi katika maisha yangu mimi, sehemu yoyote ambako mpira unachezwa, kusikia kwamba kuna kanuni alafu hiyo kanuni ina mwongozo, sijawahi kusikia huu yani yani, tulioko na usinia wangu, ambao nadhani kiumri ki na experience ya mpira na wazidi wote mlioko umu ndani, sijawahi nimekusikia. Mimi nataka unielekeze hapo tu, limeeleweka kwanza, okay. Binafsi hmm. Wewe ni sini ya kwangu, ila nimeshangaa sana sana sana na nimesikitishwa sana mpaka hapa ukaniambia kwamba kanuni haina mwongozo na hujaikusikia. Narudia tena bodi ya ligi inavitaka vilabu kufuata kanuni, sheria na miongozo yake. Mm. ukitazama kanuni zipo nyingi, huwezi kuandika kanuni zote kwenye kitabu kimoja ukaweka na miongozo yake hicho, yeah. kitabu kitakuwa ni kikubwa kuliko hata mbingu na, na Hans ili, ili, ili, ili, no, kanuni, kanuni zimeandikwa kwa ufupi andheni kuna miongozo yake. Mimi napenda ano, kitu kimoja mimi eh ee, eh ee, ee, ee, ee, ee, ndio wapi? Mimi napenda kitu kimoja sasa, imeandikwa wapi? Imeandikwa wapi? Sikilizeni basi, napenda kitu kimoja. hmm. twende sawa hmm. Hans, umesema kanuni ipo na mwongozo hmm. ya naomba niandalia, alafu tunarudi sawa uh, nimesikiliza mjadala ndio vizuri na nimeamua kumtafuta hapa Alex Mgongolwa na swali langu lilikuwa ni moja tu, ni kwamba eh, watu wengi naona kwenye kanuni na miongozo nataka yeah, atupe tofauti kati ya kanuni na miongozo ama kanuni zinakuwa na miongozo yake yeah. Eh, karibu sana kwenye Crown Sports eh, wakili eh, Alex Mgongolwa, mwana sheria nguli kabisa, na tuko live sasa kwenye Crown Sports. Eh, watu wengi wanataka kufahamu eh, ipi tofauti kati ya kanuni na miongozo, ama kanuni inakuwa ina miongozo yake ndani yake? Kusababu, eh, kwa sababu kumekuwa kuna mjadala hapa ambao wanaosema kwamba eh, kanuni zilifuatwa, lakini kwenye hizo kanuni kuna miongozo yake ambayo haikufuatwa. Uh, tofauti iliyopo kati ya kanuni na miongozo ni kwamba kanuni ni zao la sheria kwa hiyo sheria ikitungwa, kwa mfano inaweza ikawa katiba ya chama, inaweza ikawa katiba ya uh, federation au katiba ya uh, chombo chochote kile chenye mamlaka ya kuanzisha sheria. Kwa hiyo sheria ile ikishatungwa, kuwa inatoa mamlaka, inatoa miongozo kwa chombo kingine kiweze kutengeneza kanuni. Kwa hiyo miongozo ile iliyotolewa kwenye sheria kwamba itatungwa kanuni ili kuipa sheria ile utekelezaji. Kwa hiyo sheria, kanuni huwa zinakuja kwa ajili ya kuipa utekelezaji sheria. Kwa lugha ya kitaalamu wanasema kanuni zina operationalize sheria, kwamba sheria ipo ili utekelezaji uwe na manufaa au uwe haisia zaidi, basi zinatungwa kanuni. Kwa hiyo kanuni ni mahususi kwa ajili ya utekelezaji wa sheria fulani. Kwa maana hiyo eh, kanuni ndio ndio kitu cha mwisho baada ya kutoka kwenye sheria ama kanuni, ndio, ama kanuni ndio miongozo yenyewe. Uh, miongozo ni ile inayotolewa na sheria kwamba zitatungwa kanuni kwa mujibu wa sheria hii. Kwa hiyo mwongozo ule ukishatekelezeka, kwa maana yake ni kwamba umetoa kanuni na kanuni zile zikiwa tayari zimekushatungwa zenyewe ni kutekelezwa tu, kwa sababu kanuni elekezi zinakuambia ufanye nini ili kuifanya sheria iwe hai. Okay, sawa uh, OMK bila shaka uh, uh, na una na swali uh, ndugu Alex, habari yako? Salama kabisa, pole kazi. uh, pole na wewe naongera pia kwa kazi yako nzuri ambayo unaifanya kwa faida ya Watanzania wote, asante ah, uh, mimi na, nilikuwa naomba kuuliza swa, uh, swa, swali moja ambalo eh, sikupangia jinsi ya kulijibu lakini unipe maelezo ya kutosha sawa, nitafanya hivyo. Unapo uh, labda utupitishe katika mchakato wa utengenezwaji wa kanuni hizi ambazo ziko zinasimamia mpira um, wetu uh, kwa maana ya ligi na kila kinachoendelea uh-huh. Na kwa msaada wa sisi ambao ni maamuma kwenye eneo la sheria na vitu kama hivyo. Je, ni sahihi kusema kwamba uh, kila kanuni ina muongozo wake, kwamba kanuni ya ligi imetengenezwa alafu bado ije kutegemea muongozo wake kuifafanua hiyo kanuni? Na, na, na, na, na, na, na, na ningependa tu tunase ama tu stick kwenye muktadha wa mpira wetu wa Tanzania, ama kama unaweza pia kuwa na mifano mingine ambayo ina stadifu mpira kwa maana ya CAF na FIFA, unaweza ukatumia hiyo mifano pia sawa. Sijui swala langu limeeleweka ama, maana yake inawezekana nimezunguka zunguka sana. Nataka kwenda Bagala nikaanzia Bagamoyo badala ya kupita kurasimu chama cha soka kimeanzishwa kwa mujibu wa katiba yake, ambayo katiba hiyo inahusiana na sheria za nchi pia, lakini ni chama ambacho katiba ile inaonyesha uhuru, kwamba ni chama ambacho ni huru, ambayo kina kanuni zake, kina sheria zake. Sasa pindi inapotokea, na ndivyo ilivyo, kwamba kuna katiba ya chama hicho, katiba hiyo ina inatoa maelekezo kwamba wajibu mkubwa wa chama kile ni nini. Kwa mfano kusuma, uh, chama hicho ni kusimamia mpira kuendesha ligi, lakini baadaye chama hicho kiliona kwamba kuna haja ya kuanzisha bodi ya ligi ambayo inakikika mamlaka hayo wa bodi ya ligi. Kwa hiyo bodi ya ligi katika kuendesha mashindano yoyote ligi ikiwa moja wapo ni lazima kitengeneze kanuni kwamba mashindano yale yatakuwa na kanuni gani. Kwa hiyo tumetoka katika kiwango cha sheria tumekuja katika kiwango cha kanuni. Kwa nini hivyo? Kwa sababu hili ni tukio mahususi, na kanuni maana yake ya kuja kuelekeza kitu ambacho ni mahususi. Na kutengeneza kanuni, kila kanuni ina, ma, ina mantiki yake, imekuja kwa ajili ya kuelezea jambo gani au hali gani na kila kanuni kutokana na misingi hiyo hiyo ya ya ya kuwa na na madhumuni mahususi inaeleza au hupaswa kueleza kwamba kanuni hiyo ikivunjwa, nini kinatakiwa kitokee, kwa maana ya kee, nini kimtakiwa kitokee, na hiyo imewekwa mahususi kwa ajili ya kuwasaidia wale wanaotekeleza waondoa katika fikra na mapenzi yao na mahaba yao binafsi, ila waendane na kanuni inavyosema kwamba kwa mfano, na nimesema hili mara nyingi sasa -ha. hapo hapo kwa mfano, katika mazingira yote naambiwa yuko hewani, tuendelee tuendelee. Naam, uh, Alex Mgongolwa tunakurejesha tena, uh, kwa kile ambacho unakizungumza, na natumai utakuwa unakumbuka pale tulipoishia, ndio. Naam, karibu sana wasikilizaji wetu wanakusikiliza. Naomba endelea. Kwa hiyo kanuni zikishakuwa zimetungwa kwa mujibu wa sheria husika kuwa zinatoa maelekezo, kwa maana zinatoa athari kwamba kanuni hii mantiki yake ni hii, na itakapovunjwa kinachofuata ni hii. Kwa hiyo kanuni ikitengenezwa kwa vyovyote vile Uwe inadhamiria kwamba yote kutekelezwa na itekelezwe kwa namna gani itekelezwe mm. na kwa namna kwa ya kwamba na kwa mm. na, na, na, tu, uh, kanuni ile na athari gani pale itakapokuwa. Tunapozungumzia mwongozo kwenye kanuni kwa kauli tu ya ya, ya, ya kawaida hapa tunamaanisha nini tunaposema mwongozo kwenye kanuni? Au kama ipo pia tuambie, ipo kwa maana elekezi, kanuni inaelekeza nini kwanza inatoa kazi, yani inaeleza hali ya hilo tukio mm. alafu inatoa maelekezo kwamba mm, tukio hilo lisipofanyika mm, nini kinafuata, mm. kwa maana ya madhara, itakuwa na athari gani? Ina efekti gani kwa wewe kuto kufanya hiki mm, kwayo inaeleza Ma, madhara yake au kwa lugha ya kitaalamu consequence zake. Kanuni haiwepo pale kwa ajili ya mapambo, inawekwa kwa ajili ya utekelezaji. Tukirejea mgongoro kwenye ile barua ya TFF ya bodi ya ligi, ile taarifa ambayo wameitoa kwenye maelezo yao wamezingatia kanuni, na pale waliposema kwamba wanakwenda kufanya uchunguzi kuna kanuni pale wamezizingatia. ah, ukisoma hiyo barua au hiyo taarifa kwa umma yenyewe lazima iwe inazungumza kanuni. Kwa hiyo wewe ndio unapaswa uniambie kwamba barua hiyo imetoa kanuni hii, kanuni hiyo inasema nini. Kwa hiyo uahirishwa wowote, swala la kuahirishwa ni swala la kikanuni. Kanuni inasema nini juu ya kuahirishwa, na sababu gani zinaweza kupelekea kuahirishwa? Halo, uh, nitaomba ni some uh, kanuni ya 34 kifungu cha 3. Na ndio iliyotumika. Iliotumika ndiyo uh, mm -hmm. Inasema kuahirishwa kikanuni endapo ah uh, tim uh, itakuwa inacheza kima okay. Uya ni some vizuri inasema kanuni ya 34 kifungu cha tatu wairishwa kikanuni endapo timu ya klabu itakuwa inacheza hapa, si imenani vipi? Lakini B, nikiangalia uh, matukio yaliyo nje ya kibinadamu, mfano maafa, vifo, majanga na ajali. C, kuitwa kwa timu ya taifa wachezaji wasiopungua watatu. Sasa ukiangalia hizi sababu na kilichotokea siku moja kabla ya mchezo, kulikuwa kuna haja ya kuahirisha game? Na je, tukio matu... lilotokea lilikuwa linaashiria uvunjifu wa amani? Hilo ndio swali la msingi. Ukitazama hiyo video, unaona kilichotokea kinaangukia katika kanuni gani? hapa hapa kwa sababu yule anayeahirisha natakiwa ndiyo atoe sababu aseme kwamba kwa mujibu wa kanuni hii na hii inaahirisha, mm, mchezo. Kwa kilichotokea kinaangukia kwenye kanuni gani hapo uliyoisoma? Mi sioni. <laughs> Ni jambo jepesi kujua kanuni. Ya sheria ya kwanza huwa ni kwamba kanuni huwa inasomeka kwa lugha ile ambayo inajiwasilisha lakini pale utakapoona kanuni hiyo inakupa ukakasi kwamba hali hiyo kama haijaelezwa, sasa tunazungumzia sasa zile kanuni zingine za tafsiri ambazo ni za kitaalamu zaidi. Kuna kanuni ya dhahabu ambayo inaangalia nia ilikuwa ni nini. Kuna kanuni ya kuangalia kabla ya hali hiyo ni kitu gani, kanuni hii ililetwa ili kuweza kutibu madhara gani au ugonjwa gani. Kwa hiyo katika misingi hiyo, we mwenyewe umeona kwamba hakuna sehemu ambayo ingeangukia. <laughs> <laughs> <laughs> Nakushukuru sana, nashukuru sana mheshimiwa. <laughs> Asante. Matamu hapo. Na tosha. Swali swali langu la msingi ile kwamba kanuni na mwongozo, nadhani ukisikiliza vitu vilivyozungumzwa ndugu Alex Mgongolwa mm, hakuna mahali kokote ambako alizungumzia mwongozo amesema mwongozo ni ndo kitu ambacho kinatafsiri kanuni kwa maana e, yani ya ufafanuzi ufafanuzi wake ni moja mbili tatu ambao upo kwenye kanuni, sio kwamba kwenye, yani, ni kanuni kanuni mwongozo unapatikana kwenye kanuni in fact, yani yani, ukisikiliza maneno yake ni kwamba amna mwongozo, yani kanuni imejitosheleza, yani inavyojitafsiri maelezo yote yanayojitafsiri huko, iko tu kwenye kanuni. Mmekuja tena kileta baada ya kukata lakini kama umemsikiliza vizuri, kanuni ina Ay, maelezo yake inatafsiriwa kwamba kwa inajieleza kwa kwa yenyewe kanuni ikivunjwa ni nini kifanyike, umeona ni nini kitafanyika, ni nini kitafuata, anajieleza yenyewe, yani kanuni yenyewe ndo ina hayo maelezo kutoka kwenye sheria. Kama umemsikiliza umemsikiliza vizuri, ambacho amefafanua ame tu ni kwamba kitu ambacho mtu unaweza ukakiita mwongozo wa kanuni is mere explanation ambao uko ndani ya kanuni mwongozo, yeah. Ndio uko anakuambia kwamba kuna kanuni na mwongozo, baada ya kanuni kuna mwongozo. Mimi nikauliza kwamba nikamwambia nananukuu, na, na maneno ni yangu kwamba naomba unielekeze kama unamwelekeza mtoto wa miaka mitano kwamba kanuni ziliandaliwa na zikaandikwa wapi na muongozo nao ukaandikwa wapi? Kwa sababu mimi naamini kwamba hakuna kanuni A hey, alafu B mwongozo. Kila kitu kimejielekeza kwenye kanuni, ndio maana mwanasheria mgongoro wakasema kwamba kanuni inajielekeza, ametumia hayo maneno, ambao kujielekeza ndio mwongozo wenyewe ambao huko ndani ya kanuni. yani sio yani kwamba kuna kitu yani, you might as well not yani, ngoja nikwambie, iko kwenye kanuni, ndio maana nimekwambiaje, ukiandika kanuni huwezi ukaambatanisha uka, uka, uka na, na miongozo yake kwa pamoja. Hicho kitabu kitakuwa ni kikubwa kiasi gani? Kwamba kuna kitabu cha miongozo sasa ya <laughs> <sesa laughs> hizo kanuni yani kitakuwa ni kikubwa kiasi gani? ili kisiwe kikubwa kuna kitabu cha miongozo <laughs> kutoka kwenye hizo kanuni. Ndio maana nimekwambiaje, kila kanuni na mwongozo wake, ndo maana TFF wanavitaka vilabu kufata Nancy, kanuni sheria na mwongozo wake. Sawa, sawa, kanuni hizi hapa yani hii simu yangu ndo kanuni miongozo ya kanuni zilizoko hapa nazipata wapi? Kwa maelezo yako huku ni na kanuni, miongozo ya hizi kanuni huku nazipata wapi? Ndo nakwambia mfano huu hapa, hii ndo kanuni za mashindano ya ligi miongozo hizi kanuni napata wapi? Okay. Swali okay. So, swali zuri sana kwenye ile kanuni ulioiona ya 17, yes. Uh, kifungu cha 45, yes. Umesoma imeandikwa kwa ufupi lakini ina mwongozo wake, ina maelekezo yake. Sasa hiyo ndio maana nimekuambia nenda TFF katafute mwongozo. Mbona hiyo kanuni hiyo kanuni, hatujaenda huko TFF. Evans, kuwa mwelewa basi. Umesema labda mimi ndo sielewi, labda mimi sielewi. Wakati wakati mkali, wakati wanatafuta kanuni, mimi pale si mwanzo kabla ya mgongolo wa kuja, unajua huu mjadala tulishawahi kuwa nao Ndiyo. lakini tunaendelea kuwa nao kwa sababu ni jambo endelevu lakini wakati huo msingi wa mjadala wetu ni kauli ya karia kabisa na mimi nilichokuwa nasema eh, karia ni, ni, ni rais wa shirikisho yes. kauli yake yoyote inaweza ika influence majibu yanayokuja mbeleni yani unajua unaweza kutegemea tu, eh, a, itategemeana pia yani unaweza ukaongea kitu hapa watu wakaanza kufikiri mbeleni majibu yanaweza kuwa ya namna gani kwamba tayari ameshaanza kuonyesha watu mwanda. Inawezekana <laughs> kwamba kama hao wanasema hivi na yeye anafikiri kwa mtazamo, kwa sababu unajua hata, hata Yanga kwenye barua yao kuna wakati walimnukuu mwenyekiti wa bodi ya ligi kwamba saa tano alisikika kwenye vyombo vya habari akisema mechi ipo yes. Na hapo wanatumia kofia kwamba huyu ni mwenye mwenyekiti bila kujali huyu aliongea personal baadae yes. Kikao kikakaa kwa, inawezekana leo Karia watu wakamuuliza akawa yale ni maoni yake lakini taasisi inajiendesha kitaasisi na miongozo na kanuni, lakini na yeye anaingia mm. kwenye hivyo vikao na watu wanamuuliza president, hapa tunakwendaje, anaweza katoa njia ya kwenda. Kwa hiyo mimi nilikuwa nataka kushauri, ndio huu wakati, kwa sababu jambo hili bado ni zito mm. ni viongozi kuepuka pia kanuni na mitazamo binafsi, kwamba hili jambo inaweza kani tamko, kwa sababu leo tunajadili tamko la Karia kwamba kila mmoja amelitafsiri vipi. Lakini je, tunafikiri huko watu wa nje si wanaona kama Karia ameshapata upande kwamba yeye anaona kwamba waliotoa kauli wale wa viongozi wake wa nani ni kama walikosea, na wao wanafanya makosa. Nadhani wakati mwingine, sasa sasa hivi ukimya utawale hmm. mpaka maamuzi yatoke. <laughs> Nimepata ujumbe hapa kutoka Ndiyo. kwa fikiri Kitego, uh, wakili msomi ye yeah, anasemaje hili neno muongozo tafsiri yake?